Shtaka la Niffer ambalo ameshtakiwa peke yake, kwanza, ameshtakiwa mashtaka mawili: kula njama ya kutenda uhaini kama shtaka la kwanza kwa shtakiwa wote 22 halafu mshtakiwa wa pili mpaka wa 22 wameshtakiwa kosa la uhaini, kwa sababu wali pamoja na mambo mengine waliharibu miundombinu, mali ya serikali. Niffer peke yake ameshtakiwa kwa kutenda uhaini, kwa sababu kwa mjibu hati ya mashtaka aliwahamasisha watu wanunue, e, barakoa sijui niseme kama neno sahihi, watu wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi. Sio maneno yangu, ndio maelezo ya hati ya mashtaka. Sasa e, mtu yote anaweza akawa na maoni, sasa hata kama sio mwanasheria akawa na maoni iwapo hiyo ni, ni, ni, ni uhaini au la, lakini sasa kwa sababu kwa iko mahakamani, wacha achakata wa mahakamani, mahakama itoe majibu kwamba kweli mtu kuwaalika watu wanunue barakoa ili kujikinga na mabomu ya machozi. E, wakati wa uchaguzi mkuu e, mahati ya mashtaka mi mambo ya uchaguzi mkuu likuwepo huko ya ju, lakini nasema hati ya mashtaka inataja uchaguzi mkuu, iwapo ni ni uhaini ya. Kwa hiyo hayo ndio ndio mashtaka ya Niffer.